Na Serikali ya kaunti ya Nairobi na mamlaka ya NTSA imeweka mikakati kabambe ya kukabiliana na milolongo mirefu ya magari katika jiji la Nairobi kwa kuondoa mizunguko kwenye barabara kuu za hapa jijini Nairobi. Kukamilika kwake kunatarajiwa kutapunguza misongamano ya magari kwa kiasi kikubwa hasa katika sehemu za katikati mwa jiji. Mamlaka ya usalama barabarani NTSA na serikali ya kaunti ya Nairobi hatimaye imechukua hatua inayokisiwa kupunguza msongamano katika barabara kuu za Nairobi, huku ikidaiwa kuwa mpango huo mpya ndiyo dawa mjarabu ya kupunguza msongamano jijini. <mucho> hayawi hayawi huwa. Taswira hii ni dhahiri katika jiji la Nairobi. Mizunguko ambayo imekuwa kero kwa madereva na abiria itaingia kwenye kaburi la sahau na kwa kuwa hakuna mchele ukosao undume, kuondolewa kwa mzunguko mewakosesha usingizi baadhi ya madereva ambao hutumia barabara kuu ya Lang'ata, huku wengi wakilalamikia utatizwa pakubwa na utaratibu huo mpya we are closing the right turning movement on this roundabout so if you have people complaining about uh, congestion on this road 75% of the vehicles that will be processed, that will be processed on this road will either be wanting to go towards uh, the airport Mombasa road or towards uh, Kangemi uh, Westland area hata hivyo wanaotumia barabara kuu ya Mombasa wanatarajiwa kufaidika pakubwa kutokana na mpango huo. Wengi wamesubiri kwa hamu kuona ikiwa mbinu hii mpya itatoa suluhu ya kudumu kwa wasafiri na wapita njia, na kwa kuwa geza geza ndio mji, wengi wanasubiri kwa hamu kuu endapo msongamano wa magari utaingia kwenye kaburi la sahau. Elvis Kosgey, KTN Leo, Nairobi.